Mei nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano viunga vya jiji la Vatikani vilitetema kwa kelele za furaha baada ya moshi mweupe kutoka na kuranda juu ya paa la kanisa dogo la Sistine, kabla ya kardinali shemasi dominiki Mambetri kutokea kwenye dirisha maalum juu ya kanisa kuu la mtakatifu Petro na kusema habemu si papam, yani, papa tunaye. Habemus Papam. Na kisha kumtangaza Kardinari Robert Francis Prevost kuwa harifa wa 267 wa mtume Petro, kurithi nafasi ya mtangulizi wake Papa Francis, kama askofu mkuu wa Roma na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani na kama ulivyo utaratibu wa kanisa Katoliki duniani. Kardinal Robert Francis Prevost alitambulishwa papa mpya aliyechagua jina la Leo wa kumi na nne kutumika rasmi katika majukumu yake ya uongozi ndani ya kanisa hilo kubwa duniani lenye waumini wanaokadiriwa kuwa bilioni moja nukta nne kote duniani. Hii ni Trigen Media. Hiyo ikawa safari yake mpya ya uongozi wa juu wa kanisa Katoliki duniani na sasa Papa Leo wa kumi na nne ametimiza nusu ya mwaka kuliongoza kanisa hilo, safari ambayo kamwe haijawa rahisi kwake kidogo, ikitawaliwa na maumivu mengi zaidi kuliko furaha na utakatifu ambao ndio ndoto ya viongozi wengi wa kiroho kote duniani. Hotuba yake ya kwanza ya Mei kumi na moja, baada tu ya kuchaguliwa kuongoza kanisa, alitoa mwelekeo wa kuwa yeye hasa anachukizwa zaidi na vita na machafuko, akainyoshea Urusi na Ukreni kidole kulani mauaji na mashambulizi ya raia na mali zao yaliyokuwa yameshamiri katika ukanda wa Gaza, akisema vitendo hivyo havikuwa vya kuvumilika na kuwataka viongozi wa mataifa hayo mawili kumaliza mzozo ule ulioleta hasara na mateso makubwa hasa kwa wanawake na watoto, ujumbe ambao pia alizipelekea nchi za Pakistani na India ambazo pia zilikuwa katika mzozo. Amani katika nchi zisizokuwa na utulivu na zenye vita duniani vimekuwa kilio chake kwa miezi minne ya mwanzo mfululizo. Mwezi wa Septemba alikutana na utakatifu wa kihistoria na pengine wa kwanza katika nafasi yake ya upapa pale alipowatangaza watakatifu wawili akiwemo mtakatifu wa milenia na kijana mdogo wa kidijitali Carlo Acutis aliyekuwa gumzo kote duniani kutangazwa mtakatifu akitokea kizazi cha sasa kinachotumia zaidi teknolojia na mawasiliano ya kidigitali kwenye kila kitu. Lakini kijana huyu aliyefariki akiwa na miaka kumi na mitano tu na kuacha ujumbe kuwa teknolojia inaweza pia kukupa utakatifu na si kukurahisisha utendaji wa kazi na mawasiliano pekee. Furaha ya Papa Leo wa kumi na nne kuiona dunia ikiwa sehemu ya amani Kazi, upendo na utakatifu ikaendelea kudhihirika katika tukio jingine la kuwatangaza watakatifu saba kwa siku moja, akiwemo Mtakatifu Peter Toroti ambaye ni mtakatifu kutoka nchi ya Papua New Guinea, tukio lililozoa hisia chanya za kiimani miongoni mwa waumini wa kanisa hilo duniani kote, hasa ikizingatiwa nchi hiyo ina watu wasiozidi milioni kumi na ambayo marekebisho ya katiba yake ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndiyo yamebadili na kusema nchi hiyo kuwa inatambulika sasa kikatiba ni nchi ya Kikristo na si ya kipagani tena. Kunyamazisha uovu ni kuunga mkono uovu, alisema Martin Luther King Jr, na huenda Papa Leo wa kumi na nne hachoki kupiga kelele migogoro inayogharimu maisha ya watu wasio na hatia kwa sababu tu ni mfuasi wa Martin Luther King, ambapo mwanzoni mwa mwezi huu wa Novemba Papa Leo ameonyesha huzuni kubwa kutokana na machafuko yanayoendelea nchini Sudani, hususan katika jiji la Elifasha Dafu ya Kaskazini, na akasema anafuatilia kwa majonzi habari za kusikitisha kutoka Sudani na kulani ukatili dhidi ya wanawake na watoto, mashambulizi kwa raia wasio na silaha, vikwazo vinavyozuia misaada ya kibinadamu. Aidha, Papa Leo ameeleza masikitiko yake tena kuhusu vifo vilivyosababishwa na machafuko kufuatia uchaguzi wa Tanzania na kuongeza kuwa vurugu na matumizi ya nguvu si njia sahihi ya, sahi ya kutatua matatizo yanayosababishwa na tofauti za kisiasa ila mazungumzo pekee. Kabla ya kuhitimisha safari yake ya mwaka kama kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Leo ambaye ni Marekani kwa asili amemshutumu pia vikali rais wa nchi hiyo Donald Trump juu ya sera zake kuhusu raia wa kigeni. Ametoa wito wa tafakari ya kina kuhusu namna wahamiaji wanavyotendewa nchini Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Gandolfo nje kidogo ya Roma, Papa amesema watu wengi ambao wameishi Marekani kwa miaka mingi bila kusababisha matatizo yoyote wameathiriwa sana na sera ya serikali ya kuwafukuza wahamiaji kwa wingi, na wengine wamefungwa na kuziacha mbali familia zao kwa muda mrefu, na hakuna anayejua kinachoendelea kwao. Safari ya Papa Leo wa kumi na nne kukamilisha mwaka mmoja tangu achaguliwe bado inaibua maswali mengi, hasa endapo kanisa Katoliki chini yake linaweza kulegeza msimamo juu ya masuala kadhaa ambayo watangulizi wake hawakuyaunga mkono. Tangu aingie madarakani, hajafanya safari yoyote nje ya Vatikani, huku akitazamiwa kufanya ziara yake ya kwanza katika nchi za Uturuki pamoja na Lebanoni mwishoni mwa mwezi Novemba. Hii ni Trigen Media.